Kuthibitisha ambayo mtumishi wa Mungu ameyazungumza na meelezea katikati yetu, mtumishi wa Mungu juu ya dali ya kupata fedha za mikopo asifiwe. Amina. Mimi ilikuwa sio rahisi kwa mimi, ka sio rahisi kwa mimi. Ninamfahamu vizuri, animfahamu kwanza, ninamfahamu hutoka Tuk, yuko bado kijana, jina kawambia nautajina, unianza lini kazi? Nikawaza vinginevyo kwamba labda yakini huyu mtu atakuwa tu ameamua kuhu, kuingia mahali ambapo anataka kuchukua pesa za watu ajinufaishe yeye mwenyewe nikawa nimemdharau, lakini akaendelea kunifuatilia mara kwa mara. Baadaye nikaona elimu yake inaingia na mimi naanza kumpata vizuri, nikamwambia sawa, hebu basi uje siku moja tuongee vizuri, tuko tumetulia. hmm. Kweli akaja akanielewesha, nikamwambia nimeanza kukuelewa, na nilipomwambia nimeanza kukuelewa, nikamwambia basi subiri eh, tupange siku uje utoe elimu kama aliyosema, kaja kanisani, kafundisha, katoa elimu, watu wakahamasika, tukahamasika, kama tulivyokuwa tunauliza maswali, hapa kuna utata kidogo kwamba itakuwaje. Je, hizo hela tunazochukulia fomu sijoliba yenyewe zitakwenda wapi? Lakini akawa ameelewesha, akasema, hapana, hizi itakuwa ni mgao wenu. Kwa hiyo baada ya kutueleza kwa kweli, tukahamasika, tukaanzisha vikundi. Tulipoanzisha vikundi, tayari kila moja isa zake eh. Kikundi kikaanza kwenda vizuri kabisa, washirika wakawa shuhuda, sasa hata huko nje waambia na watu wengine. Kikundi kikajaa, cha kwanza kikajaa, cha pili kikajaa, cha tatu, mpaka sasa kuna vikundi karibu vinne, kata ya Ubaruku, kata ya Ubaruku na wote walikuwa wanajiaminisha kupitia pale kanisa, hmm. kweli mimi niseme tu ni kikundi ambacho kimekuwa msanga sana sana, sana, kwa kwa kwa watu e, sio wa kanisani tu hata nje ya kanisa e, kabisa. Tumekuwa msaada na watu wamekuwa wakikopeshana, walianza kidogo kidogo, lakini kama kikundi kile cha kwanza tulichoanza nacho sasa hivi tuna- tunakopeshana mpaka zaidi ya milioni ishirini, yes. Mtu anachukua kwa miezi sita, kama anaenda shamba anaenda shamba, kama na biashara zake anafanya biashara zake e, na nafikiri hata mwingine mengi hajaeleza kama mtu amekwama kurudisha kwa, kwa miezi sita eh, ili ku kujiimarisha tena, alafu awe na nguvu ya kuweza kulipa kwa mm, hiyo -hmm. ni, ni, ni, ni vikundi ni vinavyo-vikundi kinachosaidia au vikundi vinavyosaidia e, watu watu walikuwa wanakosa wakati mwingine dhamana wenda benki mtu ana nyumba ana nini amepanga na pamoja na kwamba amepanga basi anatumia dhamana ya, ya kikundi kwamba wanaaminiana kwenye kikundi chao, wanakopeshwa. Wakishakopeshwa wanarejesha kwa wakati. Umeona? Uaminifu umekuwa ukiendelea, haikosi changamoto, changamoto ni ndogo sana kuliko kuliko mafanikio. Bwana Yesu asifiwe, amen, ni ndogo sana kuliko mafanikio. Kwa hiyo mimi nimekuja tu nidhibitisha nilivyokuwa ananiambia twende bwana, twende Aya, kwende si hiyo. Eh, baadhi ya ifahamu, wengine wanafahamu, Mbea sio mgeni, ah, ni mwenyewe kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ni ni chombo kizuri, mimi naomba muamini, halafu undeni likui ili mweze kujikopesha pasipo pressure yes asipo presha unasukumwa unafanya nini kunawaza sitakwane kwa e, sababu huko kwenye vikundi kunaongeleka mm. e, tofauti na benki wakati mwingine kuongeleka kunakuwa kukumu kidogo mm. na mtu anaogopa kuona kwamba nyumba yangu itaondoka sijui kitu gani kitaondoka lakini kwenye vikundi hivi vinasaidia sana sana saa sasa hivi mle ndani nao washirika mm. wameendesha wame, biashara wame, zao wame, vizuri wanalima vizuri eh, hali ya hewa ikiwa nzuri wanarejesha vizuri tu na faida inawabakia. Kwa hiyo ah, kwangu mimi niwatoe mashaka kabisa kwamba kwamba vikundi hivi, kikundi au, au, au chombo hiki hakina shida, jisajilini eh, wachungaji, mbeni vikundi makanisani muwe na benki kuwasaidia kwa kwa kweli, nisio na maneno ya kusema isipokuwa tunataka kuongea tu kwa kifupi sana, kwa sababu sio mtu wa elimu mimi. Ni mshuhudiaje tu yale ambayo yametokea. Niwaombe tu wachungaji, mkijiorganise pamoja na washirika au na watu wengine tu hata kama sio washirika waaminifu, mimi naamini kwamba mtafanya vitu vizuri. Kinachotakiwa tu ni uangilifu, sio kwamba sasa zimekuja hela hizi. Ndio shida moja, hela zinapokuja watu wanachukulia wana, wana tu kwamba hizi za mgao, naanza kula kabla. Kama mama alivyosema hapo, huna mpango wote, wewe unatumbukia tu kwenye hizo hela. Matokeo yake huna cha kufanya, hmm. Kwenda kununua tu, unajumua kuku asubuhi, ukosi supu, chapati zinaanza, na wakati huo mu... Ngela ya wata. Kiwa tuna nisikuwe ni kwenye fedha, mi mm. nafikiri utakuwa ni mtu ambaye ambaye utakuwa utakuwa sawa sawa. Mimi ni mjasiriamali. Ni mchungaji mjasiriamali. Mama ndiyo anashughulika sana kwa mjasiriamali. Mimi ni mkulima. Nazo eh, kutana lima sio chini ya mm. eka kumi. Basi, kidogo <laughs> mkulima. Eka kumi, <yasimu>. maploti yote yake. <laughs> Mungu awabariki. Ha. <laughs> <laughs>